Wakazi wa Likoni hasa vijana na wazee, wameiomba serikali pamoja na Mamlaka ya Bandari Kenya KPA kuwapa kipaumbele katika nafasi za ajira zinazotokana na mipango inaendelea ujenzi wa bandari mpya katika eneo la Dongo Kundu. Wanasema mradi huo mkubwa wa maendeleo unapaswa kunufaisha moja kwa moja jamii ya wenyeji kupitia ajira na kuinua uchumi wa eneo hilo. Vijana wetu wengi hawapate ajira wakafanya kazi na ndio maana mambo mengi yanatokea, vijana kujihusisha na magenge ya wakora. Ile Dongo Kundu kuna kazi nyingi zitatokea, na tunakuomba Bwana Ruto, managing director wetu wa KPA, zile kazi ndogondogo waachiwe vijana walikoni wafanye kazi za bush clearing, kazi za kuchimba mitaru. Si lazima mtu awe amesoma, hata kama mtu hajasoma, lakini anaweza chimba mtaru na akapata mia tano. Viongozi wa vijana wameeleza kuwa vijana wengi wa Likoni kwa sasa hawana ajira, hali ambayo wanasema imechangia kuongezeka kwa visa vya uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na changamoto nyingine za kijamii. Mimi kama chama wa vijana katika Mbuyuni Empowerment CBO, sisi vijana tumeamua maendeleo ndio tunataka, tuko pamoja na Captain Ruto. Sisi kama vijana wa Empowerment CBO Mbuyuni hatuhitaji sarakasi, tunahitaji maendeleo. Sisi kama ndugu zetu walamu kule, walitengenezewa poti yao. Wakazi hao pia wamesifu uongozi wa mkurugenzi mkuu wa KPA kapteni William Ruto, wakisema amekuwa mstari wa mbele katika kuendeleza miradi ya maendeleo Pwani. Aidha, wamemuomba rais William Ruto kuendelea na muda wake wa kazi, wakitaja maendeleo yanayoendelea katika mradi huo ya miundombinu na nchi. vijana wetu wengi hawapate ajira wakafanya kazi, na ndio maana mambo mengi yanatokea, vijana kujihusisha na magenge ya wakora. Lakini wakati kapteni Ruto alipopewa kama managing director wa KPA tulipata faida kubwa sana, kwa sababu kuna vikundi vingi ambavyo vimepata kazi. Kapteni Ruto ameweza kupea kinamama kazi ya kwanza ya milioni 15 ambayo sasa kina ambayo sasa kinamama wanang'ang'ana kufanya hiyo kazi. Waomba Bwana Rais Ruto mwachilie kapteni wetu Ruto nafasi atufanyie hii kazi ya dongo kundu, dongokundu mkwetu. Leo tutaletwa mtu ambaye atatoka mbali ajasimamia dongo kundu? Huyu kapteni Ruto tushamjua, ni kijana mzuri. Mimi mwenyewe nimeingia humo ndani, nimezunguka. Kuna vijana ambao, kuna wazee kama sisi tumepatiwa kazi za kusafisha na twalipwa. Nikiripotia runinga ya Alshifaa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Rajab Abubakar.